Vipi kama na idia ya kufanya biashara na kufanya importation na kufungua labda kiwanda na, na, na, na, unapaswa kujua hivi, hakuna mtu ambaye anaweka pesa sehemu ambapo hana uhakika wa pesa yake kurudi. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuhakikisha kwanza unajua vizuri hiyo biashara, kwa maana ya kwamba umekaa karibu na watu ambao wanaifanya hiyo biashara na unajua uzoefu na utajua vizuri kwamba biashara hiyo inafanyikaje. Jambo la pili, ilisajili vitu vyako vibali, kila kitu. Sajili kampuni na kila kitu. Ukishasajili kampuni, unafungua akaunti ya benki ya kampuni. Ukishapata akaunti ya benki ya kampuni kwenye benki husika, hii inakusaidia wewe kuweza kuwa rekognize na taasisi hiyo ya fedha, alafu anza kufanya biashara kwa udogo kikubwa unajua namna gani. Biashara anza kufanya biashara kwa udogo, ukaanza uka kupata data kamili za biashara yako um, uh, na ingia shingapi kwa mzunguko. Miezi sita miezi mitatu ya mwisho itatumika kama kuthibitisha mzunguko wako wa pesa. Kwa maana ya cash flow. Kwa maana ya ukishaweza kuthibitisha mzunguko wako wa pesa, inakuwa rahisi kwenda kuipitch mwekezaji ama benki ama taasisi yoyote ya kifedha ambayo itaweza ita kuja kuinvest kwako. Hakuna taasisi ya kifedha ama mtu binafsi ama mtu yoyote ambaye anaweza kuinvest kwako wakati huo hana uhakika kabisa na biashara yako. Kwenda kama kabisa una kitu, nenda kafanye kazi kwa watu ambao wanafanya hiyo biashara, kwa sababu hakuna biashara mpya duniani yao tano au kumi mbele kuelekea mia moja, then hapo nakuja kufanya usajili na kufanya kila kitu, then kuja kupitch kwa wawekezaji wa ama investors ama benki, inakuwa rahisi. Lakini hii inakuwa ni kama hatua tatu, baada ya kutoa ya pili, ya kuamisha sajili kampuni ama jina la biashara.